Tamarinu, mazoezi, andika. Ao iqra waktub, somana uandike. Iqra waktub. Kayfa haluka ya abi, vipihaliako ee baba yangu. Kayfa haluka ya abi, vipihaliyako ewe baba yangu. Aabei, kayfa haluki ya ummi, vipihaliako ewe mama yangu. Kayfa haluki ya ummi, vipihaliako ewe mama yangu. Namba tatu. aina bnuki, aina bnuki ya Zainabu, iko wapi mwanao aina e ya mtoto wako kiume. Nasema dhahaba ilialmasjidi, ameenda msikitini. Dhahaba ilialmasjidi, ameenda msikitini. Namba 4. aina bintuki ya amina tu, iko wapi binti yako ewe Amina aina bintuki ya Aminatu, aku, Amina iko wapi binti yako e Amina? madhahabat ila madrasati amenda shule. dhahabat ila madrasati ameenda shule. Namba tano liman hadhihi sa'atu ljamilatu ni nani hii saa nzuri? liman hadhihi sa'atu ljamilatu ni nani hii saa nzuri. ahiya laki ya Fatima yafamiyaakyafatiman kwako e e Fatima, Fatima laki ya kwako Fatima hii ya ni kwangu hiadyakwangu hiad hiyo ni ya kwangu. Namba sita. ahadha qalamuka ya Muhammad, je hii ni kalamu yako e Muhammad? ahadha qalamuka ya Muhammad, hadha qalamuka anta, wewe nasema, hadha qalamuka wewe, hadha qalamuka anta, hii ni kalamu yako wewe. tilka sayyaratu ljamilatu allati kharajat al'ana ile gari zuri ambalo limetoka hivi sasa. Inali madrasati kutoka shule, lil mudiri nila mkurugenzi. Ll mudiri nila mkurugenzi. Tilka sayaratu ljamilatu adati, ile gari zuri ambalo kharajat alana limetoka hivi sasa. Inalimadarasati kutoka shule, lil mudiri nila mudiri. Amaan aanta muhandisun ya akhi

Kama huwa muwaddahun fi mithali, kama ilivyokuwa wazi kwa mfano. Sina mithalu, mfano: aina qalamuka ya abi? iko wapi kalamu yako e baba yangu? Aina qalamuka ya abi? iko wapi kalamu yako e baba yangu. Afee katika aina qalamuki ya, ya ummi? iko wapi kalamu yako e baba yangu. Aina qalamuki ya ummi mwanaume kafi na kuna fatha kalamuka, mwanamke na kuna kasra kalamuki. kaifa haluki aindaka kalamun ya Muhammad, na ee kalamu ka ka ka ma na aam ya Muhammad, aee kalamu Muhammad Amina aindaki kalamu Amina nayee kalamu Amina

Aina anti ya ukhti, unatokea wapi wewe ndugu yangu? Ni aina anti sana. Nambatano, aina abuka ya khalidu, ikoae baba yako ya khalid. Aina abuka mwanaume, mm -hmm. Huyo ndio kanika, ya khadija tu mwanamke, aina abuki ya khadija tu, ikua baba yako ya Khadija, aina abuki ya khadija. So, namba sita. Aanta maridhu ya khadi jawe, ni mgonjwa e khali yangu, jombo. Nta maridhu ya khadi. Ee, kanika ya khalati amdogo uyo. Am, aanti mariatun ya khalati jawee, ni mgonjwa e khalati yangu. Nti mariatun ya khalati. Namba saba aina bintuka ya ammi, ikwapi binti yako ya ammi yangu Ba mdogo au bamkubwa. Aina bintu ka ammi hambedesh ya ammati aina bintu ki ya amati kwa binti yako eh, shangazi yangu aina bintu ki ya amati ka binti yako eyo, eh, kwa ksale haya mtu aayasoma na kuyajibu, atuma inbox kwa admin insha Allah. Kisha nasema swali namba tatu, anni fil fa'ila, mfanye wa kike mtendaji, fi kullin jumlati ati, katika kila sentensi katika sentensi zifuatazo. Mithalu, mfano: kharaja muhammadun min albayti. Kharaja muhammadun min albayti, ametoka Muhammad kutoka nyumbani. Kaandika kharajat aminatu min albayti, ametoka Amina kutoka nyumbani.